kamoja tuweze kusalimia watu ama ni sekunde kadha kusalimia watu ili tukaweza kujua ku, ku, ya kwamba ni nini hasa kiko hapo mbele. Na wasalimu tena katika jina la Yesu. Mimi nataka ku, kwanza kusalimia mashabiki wetu wote, hao ni watu wa maana Nyaga, maana hawatuashiriangi mm -hmm. wale wafuasi wetu wote wale wako katika Kenya na wale wako nje mm -hmm. na wasalimu sana, na Mungu wa biguni awabariki sana. Ingine iendelee, familia yangu, kwa wale tumezaaniwa wazazi, madugu zangu, masista zangu, mpokee salamu zangu sana, marafiki zangu mahali popote walipo, na wapenda sana na upendo wa Yesu Kristo mm -hmm. sio ile upendo wa Judas Nyaga mm -hmm. sababu unajua Upendo wa Judas ungekuwa wa ukweli hangeuza Yesu. Mimi Nyaga, upendo wangu ni wa Yesu Kristo, sio tu wa Judas. Nitakie familia yangu kila la heri Nyaga. Wale wako Kenya na wale wako nje, na watakia kila la heri na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Na muwe na sadaka ya baraka. Na mimi yangu ni kidogo. Najua tu, tu, Wanjiko, umekaribia ile, ile season ambayo tunakumbuka, yaani tuna ukumbusho wa kwamba Yesu Kristu alizaliwa. Najua watu wengi hawajui ya kama ya kwamba Yesu Kristu alizaliwa, alizaliwa na kuzaliwa kwa ile familia ilikuwa takatifu zaidi. Wanjiko, ukisoma vizuri, alizaliwa kwa ile familia ukisoma vizuri utaratibu na utajua ya kwamba kuzaliwa kwa wale wote walikuwa nakaa pale kwa kanisa mm -hmm. Utasikia na umara, umaraya ndani huko uh, nikisoma eh, si wale watu walikuwa naenda uh, vizuri. Kwa hivyo next month unajua ni... I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas and a happy new year. Tunasonga miaka inasonga, najua ya kwamba wakati unaposonga, wanjiko, ndivyo miaka inasonga. Najua ndio, unajua una, una siku zako, siko zinaenda na kuwakaribia. Kwa hivyo ni vizuri watu waende na kumkaribia Mungu, baada ya kukaribia kufa wanjua, kunjua Mungu zaidi. Kwa hivyo watazamaji wetu, na wasalimia sana siku hii ya leo, sababu tunajua ya kwamba tunawafikianga hata kama ni mmoja ama ni wawili ama ni watatu, wanjiko hatutakangi kujua. Mbora wewe umefikiwa na hiyo ujumbe na nausaidie iogaa yetu. Kwa hivyo na, nasema ya kwamba Mungu awarinde na wabariki sana. Mso ukiwa pande ya Masiba Junction, salimika sana. Ukiwa mahali pale Duati Kefas, na kusalimia sana mahali uliko. Janet Wangui nakusalimia sana familia yangu, siwezi wasahau mm -hmm. Sababu hakuna mtu ati atokangi pale chini akienda juu mm -hmm. Kwa hivyo familia yangu nawasalimia sana especially mamangu mwenye nileta hii dunia hii sababu alinileta Wanjiku ili, okay. Nikaweze Mungu alikuwa na kusundi nitakuja kupeana hii neno ya siku ya leo kwa sababu kama singezaliwa kama mama mama angu aku nipeleka kanisani wajiko, na nikaweza kumjua Mungu hapa, singekuwa mahali hapa saa hii kabisa. Kwa kwa hiyo the foundation matters a lot kwa hivyo, na wasalimia sana director wangu Simon Maina wa Little Peak Education Center, may God bless you, sababu umeweko mahali pale wili ukaweza kubanda ile mbegu mzuri ya masomo kwa watoto wa njiko. Mm -hmm. So, I salute you. Wewe na familia yangu msalite yako msalimike sana familia ile tunasemanga one family wa WhatsApp. Na nawasalimia sana unajua, kwa njiko wakati mnaona mna uhusiano mzuri na watu ni vizuri kujua ya kwamba Mungu amewaweka hapa kwa sababu Not for the sake kwa sababu msaidiane. Kwa hivyo nawasalimia sana. Kwa hiyo mengi ni machache, Mungu azidi kuwabariki, tunaendelea.